pamoja na kesha la Pasaka. Kwa hiyo siku ya leo tuguse eh, hiyo Jumamosi Kuu pamoja na kesha la Pasaka. Tunajua kwamba Jumamosi Kuu inafuata baada ya kifo cha Yesu siku ya Ijumaa Kuu. Na hiyo Jumamosi Kuu ni siku ambapo kanisa linatulia linatulia katika kaburi la Bwana, ni siku ya tafakari nzito, siku ya kufunga, siku ya utulivu, siku ya kukusanyika kama vile e, mitume walivyokusanyika kwa kificho, kutafakari tukio la mateso ya Bwana. Kwa hiyo Kanisa limechukulia siku hii kama ya huzuni kubwa. Na kipindi kile mitume walikuwa wameshapoteza imani, walikuwa wana matumaini makubwa, lakini imani ilikuwa tayari imekwisha kupotea. Kwa hiyo ni siku ya tafakari kubwa, na kanisa haliadhimishi sakramenti yoyote isipokuwa sakramenti ya kitubio pamoja na sakramenti ya wagonjwa siku hii ya Jumamosi Kuu, wagonjwa wanaweza wakapelekewa sakramenti nyingine, sakramenti ile komunyo pamba, wanaweza kupelekewa majumbani kwao kwa ni siku maalum kwa kweli ya kwenda kutembelea wagonjwa. Mapadre, mashemasi na wale waliopewa dhamana ya kupeleka komunyo pamba kwa wagonjwa, ni siku maalum kabisa ya kwenda kuwatembelea hao wagonjwa. Hivyo mara nyingi tunajiuliza au watu wanatuuliza, kwa nini Wakatoliki siku ya Jumamosi sio siku ya sherehe ya, ya maadhimisho makubwa? Kwa kweli chimbuko lake ni hasa ni hii Jumamosi, Jumamosi Kuu, kwamba Jumamosi Kuu eh, sio kama Jumamosi ile ya Wayahudi ambayo ndiyo inaitwa siku ya kwanza ya juma siku ya kwanza ya juma kutokana, eh, ile siku ya Sabato kutokana na na, na, na, na kifo cha Kristo, ili ilimezwa, au iliingia dunia iliingia katika huzuni kubwa. Hivyo sisi kama Wakatoliki tunaosherekea eh, ufufuko, siku ya Sabato ilihamishiwa Jumapili kama sabato tukufu, sabato iliyotukuka, siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo basi Jumamosi hii ya kuanzia asubuhi mpaka mchana mzima mpaka jioni ndio tunaanza sasa hiyo, e, tunaita sabato iliyotukuka, mkesha wa Pasaka. Kwa hiyo mkesha wa Pasaka unaanza tu pale jua linapotua na mama Kanisa anatuelekeza kwamba mkesha wa pasaka usilazimishwe kabla jua hajatua na usicheleweshwe hadi jua litakapochomoza asubuhi. Kwa hiyo ni ule wakati wa giza, ule wakati wa giza, hata wale wanawake waliondoka ile kungali giza bado kwenda. Kwa hiyo ndio hivyo sasa, hii Jumamosi Kuu tunaita Jumamosi kuu kwa sababu hayo matukio, na kuna mkesha wa Pasaka. Na mkesha huu tunasema ndio kilele, ndio kipeo cha maadhimisho yenyewe hayo ya Pasaka, ni kilele au ndio chemichemu ya maadhimisho la ufufuko. Tunasema ni siku ya tatu tangu Kristo aliposulubiwa, eh, eh, kilele cha siku ya tatu. Kanisa linamkumbuka Kristo mshindi, Kristo aliyeshinda mauti, Kristo aliyekata minyororo ya mauti. Kwa hiyo ni siku muhimu sana na kama tunavyofahamu, Jumamosi kuu katika kesha la Pasaka tunaanza na ibada ya, ya moto kubariki moto tena, sio kama moto kadogo, tunasema moto mkubwa unaotoa miali inayoangaza ambayo ni ishara ya Kristo mwenyewe ambaye ni mwanga unaoangaza unaotoa miali inayochoma in, in, in, vile vile katika eh, maisha yetu. Na katika ibada hii ya moto, moto unabarikiwa, halafu na mshumaa wa Pasaka vilevile vile unabarikiwa. Tunasema mshumaa uliotengenezwa kwa nta ya nyuki, sio mshumaa wa kielektroniki au nini au aina nyingine, ni mshumaa uliotengenezwa kwa nta ya nyuki, mama nyuki. Na unapobarikiwa mshumaa huu unatoa mwanga ambao unaoshwa kutoka huu mwanga wa Kristu, unawashwa na padre. Ataimba mwanga wa Kristu na Kristu, na waimbaji watatuongoza: mwanga wa Kristu, mwanga wa Kristu, mwanga wa, wa Kristu tuangaze. Kwa hiyo huu mshumaa ni ishara ya Kristu ambaye anatuangaza, anaondoa giza ndio mana tunasema iadhimishwe wakati wa giza, anaondoa giza, anaangaza katika giza. Giza gani? Sio giza tu hili la kawaida, lakini giza ndani ya mioyo yetu e, giza ambalo linaficha upotovu ndani ya mioyo yetu, ndio linaangazwa, ili tuweze kubadilika na tunaitikia, tumshukuru Mungu pale tunapoambiwa mwanga wa Kristo na anapotamka mwanga wa Kristu, maandamano yataendelea, na anapofika mlangoni tena ataimba mwanga wa Kristu, ataendelea mpaka katikati ya kanisa e, waamini wengine watawasha mshumaa yao, kila mmoja mshumaa mkononi, kuashiria kwamba basi mwanga huu unafika kwa kila mmoja na unamwangaza kila mmoja wetu huyu Kristu mfufuka anaangaza kila mmoja wetu, na pado ataendelea na mshumaa hadi mbele ya altare. Ataimba tena mwanga wa Kristu na kuweka katika mahali panapotakiwa kwenye kinara kinachotakiwa, na mwanga huu wa Kristu, Kristu huyu mwenyewe utafukiziwa, manake anafukiziwa Kristu ambaye ndiye mwanga wa milele na injili au kitabu cha injili kitafukiziwa, ndipo itapigwa mbiu ya Pasaka, itapigwa mbiu ya Pasaka. Mbiu ya Pasaka, eh, watu tunajua mbiu nini, maana ya mbiu? Labda katika mazingira yetu hatujui maana ya mbiu. Ile mbiu pale inapigwa eh, eh, kwa njia ya kuimbwa au njia ya kusomwa, lakini ingependeza iwe katika njia ya kuimba eh, katika njia ya kuimba, sio katika njia ya uh, ya kusoma labda niseme ni, ni, ni, ni iimbe kidogo hiyo mbiu ya Pasaka ili tuweze kusikia inapigwaje, eh, kwa ufupi tu. Sasa jeshi la malaika wa mbinguni wafurahi. Wafurahi watumishi wa Mungu. Na panda la wokovu ipigwe, kutangaza ushindi wa mfalme mkuu. Na hiyo nchi iliyoangazwa na nuru kubwa sana ifurahi. Na kwa kuwa imemulikwa na mwangaza wa mfalme wa milele, itambue ya kuwa imeondolewa na giza la ulimwengu. Naye mama kanisa aliyepambwa vizuri kwa taa nyingi zenye kuwaka furahi, na sauti za watu zivume katika ukumbi huu. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Kuna ambao wanaweza kuimba vizuri kabisa, mimi nimejaribu tu kuimba lakini ukiangalia katika hiki kipinge cha kwanza, kinakuonesha ni nini maana haswa ya tunachokishangilia, tunacho kwamba jeshi la malaika wa mbinguni wafurahi. Kiangalia ule e, usiku wa e, kwamba Kristo amefufuka, malaika wanafurahi e, tunaambia hata wale wanawake walipoenda walikuta malaika wawili pale kaburini, kwa hiyo wanafurahi na wafurahi watumishi wa kimungu. Sisi sote ambao ni watumishi wa kimungu tunaalikwa kufurahi, na panda ya wokovu ipigwe. Panda eh? Eh? zile kama tarumbeta kama zile, eh, eh, zile yubel zile pembe pembe kama za ng'ombe zile zinapulizwa, hiyo ndio panda inapigwa. Nayo nchi iliyoangazwa na nuru kubwa sana ifurahi nchi ile ya Israeli, lakini na sisi leo tumeangazwa na Kristu. Wote tunaalikwa kufurahi, uwe mkristu uwe nani. Kristu anapoangaza anaangaza wote, na si dhani kwamba hakuna kuna mtu yeyote ambaye hafaidiki na na watu wenye imani nzuri kama wa Kristu eh chochote kinachofanya na Kristu kwa ajili ya Injili, lakini vile vile hata katika huduma mbalimbali -mbali, hospitali, mashule ni watu wangapi wamefaidika na huo mwanga wa Kristo kwa namna hiyo? E, kwa hiyo kwa kwa wote tunaalikwa kufurahi, na kwa kuwa imemulikwa na mwangazo wa mfalme wa milele, itambue ya kuwa imeondolewa giza la ulimwengu. Chochote ambacho ni giza sio kizuri katika dunia, kinaondolewa kina na huyu Kristo mfufuka. Naye mama kanisa aliyepambwa vizuri na taa nyingi, siku tumeshikilia taa, angalia ulimwengu mzima kuna mishumaa mingapi inapambwa siku ile, ule usiku ingekusanywa yote tukawa tuka hapo, ingekuwa ni mwanga unaoangaza. Kwa hiyo ulimwengu umeangazwa na, na hii hizi taa lakini zaidi sana ulimwengu umeangazwa na Kristu mwenyewe. E, imepambwa na vizuri na taa nyingi zenye kuwaka, afurahi kwa mama kanisa, anafurahi kwa hizi taa nyingi za kila muumini. Ewe muumini, andaa mshumaa wako siku ya Pasaka, uende na wewe uwe umeshikilia mshumaa ili mbiu hii inapigwa, aliyepambwa vizuri kwa taa nyingi zenye kuwaka, furahi na wewe umeshikilia mshumaa wako, na wewe ufurahi siku hiyo, eh, kanisa lifurahi kwa wewe, kushiki, wewe kushika hiyo, eh, huo hiyo taa inayowaka asema, na sauti za watu zivume katika ukumbi huu, eh, mara nyingi baada ya shemasi anapomaliza kusema hivyo, ndio anaalika watu, Bwana we nanyi. Kwa hiyo sauti zinatakiwa sasa zivume, kwa hiyo wa kila mmoja anaalikwa, sauti zivume kwa mbiu za ule eh, usiku. Lakini yote haya kama alivyosema, yanatendeka katika mkesha wa Pasaka, ni ile Jumamosi ya mkesha wa Pasaka. Kwa hiyo ndugu zangu watazamaji, kesha la Pasaka ni zuri sana, lina utamu wake. Yote yanayotendeka pale, kila kitu ni lina, lina utamu wake, kuanzia mwanga unapokuja, maandamano, mbiu inapigwa, yote hayo na kwa kufuata mapokeo ya tangu zamani, usiku huu mtakatifu unaita usiku mtakatifu sana. E, tunasoma kutoka kitabu cha Kutoka sura ya kumi na mbili aya arobaini na mbili. Tunaangalia wana wa Israeli walipotoka kule Misri, e, ile Pasaka ya kipindi kile na sasa unakuja katika u, utimilifu wa Agano Jipya ambapo Kristu sasa anatutoa sio katika utumwa wa binadamu lakini katika utumwa wa dhambi, anatutoa katika giza la dhambi. Kwa hiyo waamini wakishika mikononi hizo taa zinazowaka, kwa kufuata hayo mashauri ya Injili kama tunavyosoma katika Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 12 aya ya 35 hadi ya 37, ambayo tunaalikwa kukesha. Kesheni kama wale, wale wanawali ambao walikuwa wanakesha, eh, wanamsubiri Kristo tena sio wanawali tu, wanawali wale wenye akili ambao walihakikisha kwamba taa zao zimejaa mafuta na wana mafuta ya akiba, ili hata bwana harusi atakapochelewa awakute bado pale na taa zenye kuwaka, waweze kukaribishwa. Kwa hiyo nasi mishumaa inatukumbusha huo wajibu wa kukesha, sio tu hivi lakini kukesha katika imani siku zote tukiwa tayari. Kwa hiyo kesha hili la Pasaka, kwa kadiri ya utaratibu wa kiliturujia lina sehemu kuu nne: moja, mbili, tatu, nne. Sehemu ya kwanza ni liturujia ya mwanga, kama alivyosema, inaitwa lucernarium kwa lugha ya Kilatini, lucernarium. Kanisa linamshangilia Kristo mfufuka, aliye mwanga wa ulimwengu. Kanisa linabariki moto mpya, mshumaa wa Pasaka ulio ishara ya Yesu mfufuka, na lina usifu mshumaa kwa mbiu. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza, kubariki moto, kubariki mshumaa, maandamano yake pamoja na mbiu. Na sehemu ya pili ni liturujia ya neno la Mungu ambapo kanisa linatafakari kwa imani matendo makuu aliyofanya Bwana kwa taifa lake toka mwanzo wa uumbaji, tangu alipoumba. Tutaona yale masomo, itasoma kitabu cha Mwanzo, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu eh, na dunia na dunia ilikuwa ukiwa tena utupu. Mungu akasema na iwe mwanga, na iwe hiki na iwe hiki. Kwa hiyo unaona historia ile ya wokovu tunaletewa yote. Kwa hiyo sehemu ya neno yanafuata masomo mengine, la Abrahimu kumtoa mtoto wake, eh, sadaka inakuja ile, eh, somo la tatu la wana wa Israeli kutolewa Misri kwenda katika nchi ya ahadi, kwa hiyo inatuletea hiyo tafakari ya kufahamu Mungu ametenda nini. Kwa hiyo sehemu hii ya kwanza ya pili ambayo ni sehemu ya, ya neno kwa kawaida ya kuwepo masomo tisa, masomo saba ya agano la kale na masomo mawili ya agano jipya. Sasa katika masomo ya mawili ya agano jipya kuna somo la waraka pamoja na somo la Injili. Kwa hiyo jumla ni masomo tisa na kama mazingira yanaruhusu yasomwe masomo hayo yote, kama mazingira yanaruhusu. Lakini kama mazingira hayaruhusu ya, basi yasomwe masomo matatu ya agano la kale na haya masomo mawili ya agano jipya. Kwa hiyo jumla inakuwa masomo matano, na inaelekezwa kwamba somo la tatu lile la kutoka lisiachwe hata mara moja, lazima lisomwe jinsi Mungu alivyowaokoa wanawe wa kutoka Israeli kuvusha bahari ya Shamu, na walipovuka wakaanza kuimba ule wimbo nitamwimbia Bwana eh, na kadhalika. Sehemu ya tatu ni liturujia ya ubatizo. Kanisa linaadhimisha kwa sherehe kubwa ubatizo wa watu wazima ambao wameandaliwa kwa makini. Tukumbuke kwamba kipindi cha Kwaresma tangu mwanzo kule kuna sehemu ya kwanza ya kuwapokea wale wakati kumeni, wanafunzi wa dini wanapokelewa, na kunafuata matakaso matatu. Takaso la kwanza wanatakaswa, takaso la pili wanatakaswa na takaso la tatu. Halafu inapofika usiku wa Pasaka, basi wanabatizwa ule usiku wa Pasaka, na katika hii liturujia ya ubatizo kuna kubariki maji, maji. E, usiku ule na kama wapo wabatizwa basi kunakuwa na litania ya watakatifu. Halafu kuna kurudia ahadi zetu za ubatizo. E, wamkataa Shetani? Namkataa na mambo yake yote? na yakataa na fahari zake zote? Nazikataa. na vilevile na vile tunakiri imani. Je, wasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi mumba mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana na nasadiki, wasadiki kwa Yesu Kristu, nasadiki kwa kanisa takatifu katoliki la mitume. Yote hayo ni katika hii liturujia ya, uh, uh, ya ya ubatizo, na tutanyunyizia maji katika ile liturujia ya ubatizo. Ndio eh, tutaimba "Nimeona maji yakitoka hekaluni upande wako ume haleluya. Nimeona maji yakitoka hekaluni. Kasome Ezekieli ile 47, utaelewa nini maana ya haya maji yanayotumika katika ubatizo. Ni maji yanayotiririka hekaluni, maji yanayotiririka daima, sio maji machache kama tunavyofikiria yale, eh, maji yanayotajwa na Ezekieli kwamba katika muono wa binadamu unaona kwamba labda ni machache, lakini unavyoendelea kukua katika imani unaona kwamba ni mto unaotiririka. Kwa hiyo aliyobatizwa siku zote ni maji yanayoendelea kutiririka, ni mto usiokoma kamwe, tena mto ambao eh, unarutubisha mazao, unarutubisha miti, miti ambayo inatoa matunda mwaka mzima, tena miti hiyo ni dawa. Kwa hiyo ubatizo ni dawa ya kutuponya magonjwa ya kiroho magonjwa ya kiimani. Kwa hiyo ni katika hiyo e, ibada ya liturujia tunapata hiyo teolojia nzima ya ubatizo. Wa kikatoliki ni ubatizo ambao unabeba maana nzito sana. Unafanyika usiku, kwa sababu tunakufa pamoja na Kristu tunapozamishwa, lakini vilevile tunafufuka pamoja na Kristu. Kwa hiyo sisi wabatizwa tumefufuka pamoja na Kristu. Sehemu ya nne <coughs> ni liturujia ya Ekaristi. Kanisa likiwa pamoja na wana waliozaliwa upya kwa ubatizo, linaalikwa kwenye meza ambayo Bwana anawaandalia watu wake, kama ukumbusho wa batizo, kifo na ufufuko wake mpaka atakapokuja. Kwa hiyo eh, napokea Ekaristi na tukumbuke hawa wanaobatizwa wanapokea ekaristi kwa mara ya kwanza. Wanabatizwa watu wazima, kwa hiyo anapata sakramenti zote tatu: sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya kipaimara pamoja na ile sakramenti ya ekaristi takatifu e. Kwa hiyo sisi ambao tayari tumekwisha batizwa tunaungana na hawa wenzetu ambao wanazaliwa upya kwa maji na kwa roho mtakatifu. Maadhimisho haya kama tulivyosema, lazima yaadhimishwe usiku wa Pasaka kabla jua halijachomoza eh, na baada ya jua kuchwa, tunaalikwa namna hiyo na kanisa linatuelekeza kwamba eh, ibada hizi ibada hizi katika ile makanisa ambayo yameadhimisha Jumaatano ya Majivu, Alhamisi Ijumaa Kuu, basi vile vile yanaweza yakaadhimishwa matukio ma, ma, haya. Lakini inawezekana kuna baadhi ya makanisa hawakuweza kuadhimisha eh, hizo ibada za Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu, lakini vile, vile wanaruhusiwa kuadhimisha hili kesha la Pasaka katika eh, katika makanisa hayo, na kanisa linaelekeza kwamba isije ikaadhimishwa ibada ya misa takatifu bila Uh, ule, ule usiku ule, isije ikaadhimishwa ibada ya misa takatifu bila kufuata vipengele hivi vya kubariki moto e, na nini na nini. Hata kama hakutakuwa na ubatizo, lazima maji yabarikiwe na watu wabarikiwe. Kwa hiyo ni ni, ni, ni kesha la Pasaka. Na ni vizuri basi maparoko na wachungaji wafanye maandalizi ya kutosha juu ya mkesha huu wa Pasaka. Mshumaa uandaliwe, mishumaa ya waamini uandaliwe, moto uandaliwe, waamini wengi waalikwe, lisio waamini wawili watatu tu ndio ambao wako pale eh. Na kama pade huko peke yako na kuna, kuna makanisa madogo madogo unganikeni pamoja, ili hatimaye adhimisho hili lionyeshe umaana wake, kwamba lio kweli ni shangwe ya kutosha. Na ni vizuri kila mara mbiu ya Pasaka iimbwe na kama padre hana uwezo, hana sauti nzuri, kama mimi nilivyojaribu kuimba. Sauti yangu sio nzuri. Kama kuna ambaye anaweza kuimba vizuri ile mbiu ya, ya Pasaka, basi hata kama ni muumini mlei, basi apewe nafasi aimbe, ili watu wasikie ule utamu wa hiyo mbiu ya, ya, ya Pasaka. Wapendwa katika Bwana, Mungu anawapenda sana, tuwakaribishe na tuwatakie kila la heri katika maadhimisho haya ya Pasaka. Na wale, wale ambao wanaweza kuadhimisha basi mkesha huu, wakaribishwe, wanakaribishwa na waweze kufaidi, wakiwa na mishumaa yao wakimshangilia huyu Kristu Mfufuka. Mungu awabariki sana, ni watakie Pasaka njema yenye mafanikio. Basi tumalize kipindi chetu kwa sala. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utopoe siku zote kila tuingia hapo hatarini, e Bikira mtukufu na mwenye baraka. Awabariki Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Niwatakie Pasaka njema.